Uwanja wetu ulikuwa unatumika kama uwanja wa ndani. Maana yake ulikuwa hauruhusu mgeni kutoka nchi yoyote kuja katika uwanja wetu, ni mpaka aanzie viwanja vingine vya ndege, agongewe mihuri kama ameingia Tanzania alafu ndio aje. Na hiyo ni moja ya changamoto ilikuwa inasumbua sana na kuwatesa wafanyabiashara wengi na wageni wetu wa kitalii katika mkoa wetu. Kwa usikivu wa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan nipoenda kumwomba aturuhusu na sisi Arusha Airport tupokee wageni wa kimataifa japo kwa ndege ndogo. Mapenzi yake makubwa, daktari Samia aliniruhusu na nikafanya mawasiliano na watu wa uhamiaji, nikafanya mawasiliano na mamlaka ya viwanja vya ndege na watu wa TRA. Leo tumetimiza ndoto ya daktari Samia ya kuifungua nchi kwa kuhakikisha uwanja wetu wa Arusha Airport unakuwa ni uwanja pia unaoweza kubeba ndege zinazotoka nchi yoyote duniani kuja kutua Arusha na kufanya shughuli zake za kiuchumi. Kwa fulani nilionayo kuwatangazia wananchi wa mkoa wa Arusha, wafanyabiashara, wageni wetu na makampuni ya kitalii ya kwamba huna muda tena wa kupoteza. Tumia Arusha International Airport kuingia na kutoka kwenda nchi yoyote duniani. Ndege tayari zimeshaanza kuingia. Kuna mtu ametoka London, kaja ka connect Nairobi katua hapa Arusha anaenda zake Karatu. Hiyo ndio ndoto tunayotaka ya kwamba hata wale walioko Nairobi Kenya, walioko Rwanda, walioko Kampala, kama una ndege yako binafsi, huna sababu ya kwenda mpaka huko mbali. Njoo Arusha, mamlaka ya uhamiaji wapo, TRA wapo, utagongewa muhuri utaingia. Kwa lugha nyepesi ya mjini, Arusha imefunguka. Lakini sasa tunatumia fursa hii kualika wageni wa mikutano. Kuna sababu ya kufanya mkutano wako Nairobi kama unapati na yuko hapa Arusha? Chukua chata yako ndege yako ndogo, tuwa hapa Arusha, piga mkutano wako, rudi zako Nairobi. Tunawaomba wenye makampuni ya ndege, ombi langu moja kwenu, anzeni safari za kutoka Arusha kwenda Dodoma, Dodoma kuja Arusha. Tunaabiria wengi sana ambao wako tayari, kama rais wetu amefungua mazingira haya ya nyinyi ndege zenu kutoka Nairobi, kutoka Marekani, kutoka Middle East basi na nyinyi fungueni milango ya kuchukua watu kutoka hapa kuwapeleka Dodoma, Dodoma kuja kuja hapa Arusha. Tukifanya hivyo, tutakuwa tumetimiza ndoto ya kuifanya Arusha kuwa more accessible. Na hiyo ndio vision yetu kama mkoa. Arusha iweze kufikika kirahisi zaidi. Tunajenga jengo ambalo litafanya airline ziweze kuwepo. Mkandarasi yuko site kuhakikisha kwamba taa zinafungwa mwezi wa 12, tunaanza masaa 24 hapa Arusha. Tunajenga uwanja ukumbi mkubwa wa kimataifa, tunaongeza runway. Yani, arusha ijayo inafurahisha, na mimi ni mnufaika. Na sisi kama flighting tumefurahi sana na tunamshukuru mkuu wa mkoa kwa jitihada zake, na mpaka sasa hivi kwa kila siku hapa tunaondoka na abiria mia tatu kuwapeleka Zanzibar, na tunaleta karibu takriban abiria mia mbili hamsini kila siku hapa Arusha kutoka Dar es Salaam na Zanzibar, kwa hiyo

En, ni kazi yetu sasa kama mamlaka ya viwanja vya ndege kuhakikisha huduma tutakazozitoa hapa ni za kiwango cha juu, ili tuweze kuwalizisha wateja wetu ambao wanatumia kiwanja cha ndege cha Arusha. Sisi kama uhamiaji, tupo katika uwanja huu, tumeanza kutoa huduma hizo hapo, na tutatoa huduma kwa mujibu wa taratibu zilizopo. Pamoja na hilo, uhamiaji ni usalama pamoja na maendeleo.